Hala, <laughs> mzee <laughs> ulitoka huko wocha na kaan 25 ukaingia Kanairo ukafungua biz, yaani ka moja zima hapa hivi v Kumaanisha kuku za anko yako ndio zimefanya uoe hey. Baadaye hey, nakwambia sasa. Lakini asikia huko anasema ataroka, hebu ngoja nikuulize hey. 125,000 ukaingia Nairobi sindio? ulikutoka huko hukushago kwenye na miraha ukaanza kuuza ha, itisha, nika nikaitisha inakuja na magunia mugoka kwanza ikatoka embu So vile uliingia Zimmerman na 125,000, kitu ya kwanza kufanya ilikuwa nini? Kwanza kwanza nyumba, kuna nyumba ya biashara kwanza. Oh, nikeja mbele ni ya biashara huku nyuma ni ya kulala. Nawe ni mjanja sasa, hiyo ilikugharimu pesa ngapi? 27,000. 2700. Alafu.

Ulikuja na sasa hii na 125,000. Sa ngapi hivi ukitoka urudi kuona anko yako? Oh, eh, 62, hiyo 62. Eh, ni savings zako hiyo ndio yani kakinuka huko na 62000 yako, na bibi yako network eh, bibi yako naye analeta nini kwa tembo? Yeye alikuja na pesa ngapi, ama ni baba yake tu uliyepelekea eh, pesa? Ai, sana, ni sana. Hala. Hala, kwa hivyo ako na pesa mingi hata kukuliko. Sasa hakuna kazi ufanye. Wee, naona ukifungua mbaa bro, tena wewe ee, unakuja. Sasa